Hey, una cheo gani kule, alafu hapo ulikuwa unampitia nani? Unafahamu mtaa unakoishi au kijiji unachotoka unakufahamu? Yeah, unaitwa nini? Mavanga. Kwa hiyo huku unakoonyesha ni Mavanga huko? <laughs> <laughs> eh? mtoni mtoni mtoni mtoni. eh. Ndio mtoni. eh. unakokaa wewe eh. Ulifika tu kumsalimia e? Aha, kwa hiyo huyu huko mnakoendaga na yeye huwa anaenda huyu? Eh. Huyu nani aendage? anaendaga anaendaga <laughs> mnafanyaga kazi gani uliniambia? Ulima. E. na kingine kuchota maji? Kuchota maji yes. kingine mkubwa wenu nani? we ndio mkubwa? we ndio unaongoza kazi zote? mimi mdogo. we mdogo, na huyu mdogo ndio kiongozi e. anakaa wapi? Anaka, mdani. anakaa mdani. Wewe unamfahamu? Eh. huwa mnaendaga ni mkubwa wako, ba, baba mkubwa wako ndio, e. kiongozi e. Aha, wenwea mkitoka hapa mnaenda wapi? mdani wapimdana nani? nasoma na nani sababu ya kwanza, kiusalama zaidi wa kwake, manake tukimwacha hapa kwanza, ye mwenyewe haelewi, maelezo yake anayoeleza haelewi aende wapi. Kwa hiyo tayari tumeshatoa taarifa kule, muda si mrefu polisi wakifika basi, na wao wataendelea na taratibu zao. Msije mkasema mbona tumekaa tu, sasa hatuelewi nini ambacho kinaendelea. Asanteni kwa. Majina yangu naitwa Elizabeth Haule, naishi mtaa wa Ngalanga. Nimepigiwa simu asubuhi na rafiki yangu akaniambia kuna mchawi ameanguka huku nyumbani, nikatoka nyumbani nikafika hapa Nafika kweli nikamkuta mama anahojiwa, najieleza kwamba kweli yeye usiku saa nane alikuwa ametoka sehemu kunywa na bwana yake. Sasa katika kurudi nyumbani bwana akamwambia usipite hiyo njia, yule mama akasema hivi mi napita huku. Walipopishana mwanamke akapita njia huku, akaja kumpitia rafiki yake ambaye ni binti nimemkuta hapa na makovu makovu usoni. Amesema huwa wanampitia kila anavyoenda usiku kuwanga, huwa anampitia huyo mama mwenye kifafa kifafa huyo. Kwao, nikakuta yule mganga anapomhoji anasema ndio mimi hapa huwa napita hapa, namchukuaga huyu dada. Yule dada naye anasema nasema kweli. mnaendaga wapi? huwa tunaenda kulima mashamba ya watu mnalima? Ee. nani mkubwa wenu kule? akasema ni vitani, ni vitani, ni vitani, ni ya kwao huwa kwa, mnafanya nini? wananyonya damu kwenye ng'ombe, wanakula hawa wabinti wadogo ambao ni wachawi wadogo, halafu yeye mkubwa hanyu zile damu wanawatuma kunyonya, kunyonya damu kwenye ng'ombe wanakunywa kama ndio chakula. Halafu huyu amesema kwamba wale wananipigaga mpaka najikojolea kule shambani tunakolimishwa. Wakati huo alikuwa anajaribu kuondoka na paa na mikono yake hivyo, yule mganga kana mzuia akamwambia, wewe tulia, usiondoke, unaenda wapi? Jieleze vizuri, haseni maelezo mengine hayatoki kwao. Nilichokishuhudia kwa ufupi ni hicho, ila ila mchawi mwenyewe amethibitisha kwamba ye ni mchawi. Yanaleta picha mbaya kiujumla, kwa sababu si vitu vya kufurahisha, yaani ni vitu vinavyorudisha maendeleo nyuma kiujumla yani, kwa mtazamo wangu e, maana kama mtu anasema si tunalala usiku halafu wenyewe wanatubebesha kutulimisha huko, wanafanya nini? Si vitu vizuri. Labda unavoona hivi kwa mwenzio, unatakiwa kujifunza kubadilika, kwamba hayo mambo hayana maana kwa saizi hayana maana yoyote, alipitwa na wakati, kwanza ni mambo ya kishamba. Wenzio wamelala usiku usingizi, wewe unapita na wanga kwenye nyumba za watu, ni kurudishana nyuma. Kama hivyo anaonekana na samaki pale sana, na amenunua duka gani? Ina maana amebeba kwenye maduka ya wenzie wakiwa wamefunga, ameingiaje? Ndio kama vile kwa, ni vitu ambavyo havina maana yoyote. Kwa hiyo inahitaji mabadiliko, tubadilike, tuachane na vitu vya zamani, yani havitulete maana yoyote, ni kurudisha tu nyuma. Kwa, kwa majina nafahamika kama John Simon Mgaya. Ni, ni mjumbe wa mtaa lakini asubuhi nimpigwa simu na balozi mwenzangu, hapo kwa bana mwenzako, niko nachangisha mchango, lakini mtaani kwetu naona kuna tukio limetokea. Nikasema bana mwenzangu, nilikuwa safari kidogo bado nimelala uchovu, ndio sababu bana amka hivyo hivyo uende uangalie ile tukio. Kweli nimekuja hapa tukio nimeliona, nikamrudishia majibu balozi kwa bana, ikweli hapa pana tukio pana mtu yuko hapa na watu wapo tayari wamefika watu hapa. Basi kaonekana kaone, mimi bado nachangisha mchango kaji, ngoja basi uone namna hapo, basi itakuwaje. Mimi nikana nimempigia mjumbe mwenzangu, naye akaja akashuhudia tukio. Aa, sisi tukafika kwa mwenye nyumba tu ukamuuliza kwaje, kwa mwenye nyumba, akajaribu kutoa fufanuzi kuwa huyu mtu ametua sanani za usiku. E, yani ishara zilivyofika nimelala najikuta kama kuna kitu, ila napewa ishara na Mwenyezimungu kama niushushe moto, niushushe moto. Kaio baadaye ikaonekana kama ili jambo ni, ni la imani za kishirikina, unaona ndio likaa liko hivyo, amsema na jirani akawa amesikia kile kishindo, hatimaye yule jirani akaja, alivyokuja akajaribu kuhojiana na, na, na huyo mtu huyo mtu mara akasema nimepotea njia mara, yani hawezi kuzungumza vizuri, mara si naenda Mavanga, yani maelezo yakawa maelezo yakawa hayajitoshelezi ha, nikaona mbwa wanabweka sana usiku, walivyobweka nikajua nje kuna mwizi. Nilipoamka ni ilipokuwa hivyo, mimi nikarudi ndani kwanza, ni nikalala. Nilipopiga uh, kwanza nipige simu kwa balozi, nikapiga simu kwa majirani, simu bahati mbaya zikawa azinani simu azifunga, yani hazipatikani, az, az, az, az. Ilipokuwa hivyo, mi nikarudi ndani, rudi ndani, nikalala jian akaniamsha, hebu amka tena mzangu, angalie bado yupo hapo nje. Nikaamka nikakuta bado yupo mlangoni. Nikaamka tena saa kumi wame, wame, na moja nikakuta bado yupo nyumba. Kumekucha ndio majirani wengine wamekuja, mawasiliano hayapo na wenyewe ndio hivyo hivyo, ndio ndivyo, kwa ameelekea hivyo, ndio ikatokea hivi eh, ndio imetokea hivi. Yawezekana line wanayotumia wao, si kama wanakuwa ni majirani hapa, manake yeye jinsi alivyokuwa, majirani wawili. Na wewe ulianza lini kumhangaikia sasa, ili mwanao awe na afya njema? Nimeanza muda mrefu, nimemhangaikia, ila majibu ndio kama hivi akawa bado yanaendelea sio mazuri. Ndio huyu dada kawa anapita tu kama Msamaria mwema tu, ndio alivyoiona hiyo hali. Kwanza nilitibia mimi kwanza mguu huu, mguu si unaona ulivimba sana, ndio akaniona pale standi akasema. Kuna daktari mwingine aliyeniona pale standi akasema huo mguu ni hatari, mbona hiyo kama ni figo zina feli. Mimi sikuafiki kitu kama hicho, akasema mimi sijawahi kunywa pombe wala sumu, kusema figo ni kitu ambacho mimi siwezi nikakubaliana nacho akasema naomba nikuchukue, naenda kukutibia wapi? Kifanya. nimetembea na dawa za mtu mmoja, naona tu ni Mungu. wewe dada una Mungu wako, na mimi hii Njombe ni mtu mgeni, ni mara ya kwanza kufika hii Njombe, alafu napita hapa nakukuta wewe mwenye tatizo kama hili. Nikasema sawa, nikapanda gari pale nikaenda Kifanya, fika Kifanya. Sasa nimefika mimi kwa mwananchi, kwani huko huna ndugu? Nikasema mimi na ndugu. Akasema basi naomba kama una ndugu uende kwa ndugu zako, chukua namba ya simu na ya bodaboda, nenda kausugue huo mguu. Mimi naanza matibabu, naanza kunyonya kwanza sumu ili huo uvimbo fanya nipotee, nikasema sawa. Kaanza kunifanyia matibabu. Baadaye alivyonifanyia matibabu kama siku nne hivi, huyu dada akajitokeza na yeye. Ni mtu mgeni tu hatujuani. Naye akafikia nyumbani kwetu. Akasema nimefika hapa nimekuja kuuza samaki. Kwanza akatahamaki sana kuna mdogo wangu mbi, ambaye mtoto wake ni mlemavu. Ana miaka kama sita. Ni mtu wa kulala tu basi. Yaani ukimwangalia kama yaani ukimwangalia sana yupo kama sindu na yule. Imdiaga hata wimbo naye yupo hivyo yule mtoto. Yule dada tamaki sana akasema dada, huyu mtoto ana shida gani? Akasema huyu mtoto ana nani? Ana shida kama hivi mlemavu. Akasema mbona mimi sioni mtoto kama mlemavu? Mlemavu huwa anatoa udende. Lakini huyu mtoto sio mlemavu. Wakaongea pale na yule akaisha. Sasa wakaingizia na swala kwangu kwamba kuna dada na yeye amevimba mguu hivi yupo nyumbani kula mekuja yuzi akasema sawa, msani ka ina maana no, kwenye nafasi yake figo ambayo ya kutengenezwa imetengenezwa tu, hii figo yeye huyu anakuhudumia na, eh, na mimi naomba nikuhudumia kwa nafasi yangu, ila najua tu ni Mungu tu mimi sijajua kwa nini nimefika hapa, na hunijui, na sikujua, naomba tu niamini nikuhudumia kwa nafasi yangu. Ni kweli yule dada kafanya nini, akanihudumia ndani ya siku mbili, Mungu kaanza kupungua chapa eh. Baada ya hapo ndo mimi ndo alivyokuja hapa, alikuwa anapita, naenda Ludewa sana, naomba nilale, nimesema huko Njombe hapa mimi sasa, usiku siwezi kwenda Ludewa, naomba nilale. Ndo anafika ndo anamkuta tena huyo, akasema, ah, kumbe unajaribu tena kama ili, kasema ndio akasema hapana, na yenyewe nitahangaikia kadiri ya uwezo wangu nitapofikia, ndio akawa ameanza kumshughulikia juzi. Hiyo juzi alivyomshughulikia majuzi juzi aka, akaenda tena kifanya kumhangaikia tena yule mtoto yule akasema mimi sielewi nilichotumwa na Mungu juu ya familia hii. Sielewe, ila naomba tu mimi najitolea nitahudumia kadiri ya uwezo wangu, ndio akawa ameenda hiyo majuzi hiyo, ndio leo ninajitokeza tena hiyo ama kwa huyu huyu, wanamtumia kama kiuchao, wanamtumikisha sasa. Nakata hii laini ila najua lazima kuna mtu atakuja tu, watamtafuta, mbona hii laini ime, imepatilia wapi? Ndio kama hivi.